Mustakabali wa ndoa yako wewe na Jessica ni tiketi muhimu sana ya kulirudisha hili jimbo mikononi mwetu. Wewe ni msichana mwenye roho ngumu sana kwa nje. Jessica anapaswa kujua kuhusu hii ndoa. Mzee Kiwelu hawezi kusubiri. Mimi na mapungufu yangu, lakini acha kumchafua mkubwa kwa mzee.

Luisi, hujui hujui, hujui kiasi gani mimi naumia. Zaidi ya miaka mitatu Luisi, tumekuwa pamoja eh? Tumejenga ndoto na malengo pamoja, alafu leo unataka kuharibu kila kitu kwa sababu tu ya vyeo. Vyeo kweli Luisi, vyeo tu. Jessica, sio rahisi pia kwangu. Jaribu kunielewa. Umeshawahi kunipenda hata siku moja kwenye maisha yako? Unawezaje kuniuliza swali kama hilo? Jesta, tumekuwa katika mahusiano kwa miaka mitatu nimebahatika kuspendi naye kwa mwaka mmoja tu. Miaka miwili yote umekuwa nje, Ulaya, kimasomo, lakini muda wote nimekupa kipaumbele na kukulindia heshima. Leo hii kutaka jambo hili tu kwa si kwa kwako, ndio unaona kwamba sikupendi? Sku kuwa sijawahi mchoyo wa fadhila hata siku moja kwako, na siku zote umenifanya nijisikie special sana. Lakini leo umenikosea sana. Hujui nilikotoka, nimepitia mangapi. Hujui tangu asubuhi mpaka nakuja kwako, ni api alonikuta. Hujui hata mimi nilikuja hapa nilikuwa nataka nikuambie nini. Hujui unamaanisha nini, unataka kusema nini? Jessica, Jessica. Baba. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ah. Uh, kwema. Simu yako imenishtua sana. Vipi leo yuko wapi? Uh, yuko chumbani kwake. Aha. Uh -huh. Sawa. Ah, Simon. Na. Yuko na mba kijana wangu kaya hapa. Sawa, baba. Mwanangu, najua nina makosa mengi kama mwanadamu, na makosa haya yananifanya niwe dhaifu kama baba kwenu. Naomba uniamini mwanangu, siku zote kitu ambacho

Unaangalia hivyo unifanya nini? tangu ni kufahamu Berry, sijawai kukuona ukiwa mzaifu kwa mwanaume kama leo hivi. <laughs> Unajua mi sikuelewi, Mina, kwani mi nimefanya nini? maana naona toka tuko njiani unaanza kunisema tu na maongezi, sijui kuhusu kilichotokea studio. Mi sielewi chochote, unaongelea kitu gani? <laughs> Unajizima data, usichokielewa ni nini, nini hapo? Beli ambaye aliyekuwa anaongea na Simon, sio Beli ambaye mimi namjua. Kitu ambacho sikielewa kwa kuberi, ni roho ya Simon imekuingia, ile roho yake ya kilokole ama unampenda Simon Mina? Kwani unampenda Simon? Nikupongeze sana Rosie kwa kumtunza babako vizuri, ongera sana lakini, pole sana Mr. Saidi. Ah, tunashukuru sana daktari. mm -hmm. Asante sana daktari. Hamna shida, unajua maradhi haya sukari, ya sukari mara nyingi yanautata sana, usipokuwa makini kufuatilia dawa, uh, unaaga mapema, lakini kwa nilivyoona hali yake inaridhisha kwa sasa. Sasa uh, kwa nini kwa sasa? Ina maana sitapona sio? Uh, hivyo Saidi, yaani, usipofuatilia sana dawa na usipofuatilia maelekezo ambayo daktari amekupa madhara mm -hmm. yake ni makubwa zaidi, lakini kwa sasa unaweza kuendelea na shughuli zako huko ukifuatilia tiba ambayo nimekuandikia, kila kitu kitakuwa sawa. Sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Eh, pole sana. Ah, samani mwashimiwa. Binti yangu, usijali, usijali. Unaitwa uh, nani? Mimi naitwa Rosie na huyu ni babangu anaitwa Mzee Saidi. Mimi ni shabiki yako namba moja, nakufatilia ya oh. Na, na sana ha? Asante sana kuwa shabiki yangu uh, nikikutizama naona kama mtu fulani, namkumbuka namjua vizuri, lakini sikumbuki, sikumbuki ni mtu gani. Lakini usijali watu wa, <laughs> wanafanana unajua yeah. Asante sana mheshimiwa, msijali msijali. Sijali. Okay, sawa. Okay. Hivi <laughs> mlikuwa kwa mlikuwa na daktari gani? Na Daktari Naima. Okay. Basi ugua pole. Asante. Okay. Kwa nini Chome mtoto. Wena mtoto wangu. Mtoto wangu. Wangu. Wangu wangu. Wangu jifu. Ya. Kazi yangu imeisha. Jiandae ya kwa ajili ya msiba ya mtoto wako ndani ya dakika tano. Mtoto wa Tekra amekufa. Ndiyo bosi, yupo makaburini anamzika vizuri. Sasa ni muda wako wa kupata malipo ya kumdanganya bosi wako. Tekra, najua ulikuwa na mimi kwenye shida na raha, huku wai kuniacha, nimeshindwa kukuuguza. Nimeshindua hata kukuzika rafiki yangu, naomba unisamehe. Najua tokua mi nikasirikia, kwa sababu mpaka sasa hivi sijabahatika kumpata mtoto wako. Naomba unisamehe, ya rafiki yangu, mpaka leo sijabahatika kumpata mwanao Belinda. Belinda, mwanangu, uko wapi? Uko wapi? Nikuone mama, naam, nikuone Jinsi ulivyokuwa mzuri kama mama yako, uko wapi ah? Natamani kujua una hali gani uko ulipo. Mama nisamehe, rafiki yangu nisamehe, tekra yangu.

And, umejisikia ulichokiongea? Mimi unawezaje kunifikiria hivyo? Mi nadhani wewe ndo mtu pekee ambaye unanijua mimi. Nimekutana na wanaume wangapi vishoka, wenye hadhi ya kila aina eh, nisizame kwao nende nikazame kwa yule Simon? Yaani yeye ya, ana nini hasa mpaka mi nizame kwake? Kipi na kwa nini wewe ndio unifikiria hivyo? Ah, unajidanganya beri unaonekana tu uso wako unampenda Simon na matendo yako yanaashiria kabisa unampenda Simon labda nikukumbushe wanaume kwetu sisi ni kama mtaji maswala ya ndoa maidia usahau kabisa huwezi kuolewa huwezi kuwa na mume mpaka unakufa umemzika mama wako mzazi beri alikuwa anakupenda Ukampende leo Simon ukampende mtoto wa mtu, no love. Na hilo tushaongea, na sihitaji tena kipingamizi kuhusu hilo mina. Siwezi kusahau ambayo tumeyapitia tena, ikiwa sababu ni hao hao wanaume. Na nikwambie tu ndugu yangu, siwezi kuvunja agano letu. No love, no serious relationship oh. Mi bado niko na wewe, sio kwamba uko na mimi Beri. Yani sisi tuko na tutaendelea kuwepo. Unakumbuka siku ya sherehe ya kumaliza kwako kwa form 4 Hmm? Kwa mara ya kwanza mimi na wewe tulikunywa pombe, nadhani unakumbukumbu vizuri sana. Nini kilitokea? Mama alitupiga sana na alikuwa mkali mno, unakumbuka? Mama hakuwahi kupenda kabisa matumizi ya pombe wala mihadarati. Leo hii jua naongea na wewe kama mtu mzima, siongei na mtoto mdogo hapo najua, ni kweli. Imepita miaka mitatu sasa tangu mama afariki, na ni ngumu kwako kusahau, naelewa, kwa sababu ulikuwepo wakati mama. Siseme, inatosha. I I I Oh, no. to listen to me. Kama kweli wewe unaumizwa na kutokuwepo kwa mama leo hii duniani Then kwa nini si usifanye yale mazuri ambayo ulikuwa ukiyafanya wakati yeye yupo eh? Kwa nini usimwenzi kwa si kuyafanya yale mazuri basi? Kwa nini unafanya haya ambayo, huko aliko, mpaka sasa hivi ana maumivu, anaumia. Wewe unajua yeye anajisikiaje juu yako huko aliko kwa haya ambayo unayafanya ha? Mimi nitakwambia kitu kimoja mdogo wangu, haya ni maisha na muda. Urudi nyuma, leo uko hivi kesho utakuwa na mvi afu utakuwa una fyucha, utakuwa umepoteza wakati wako kwa kufanya vitu vingi vya kipumbavu. Mimi siwezi kukuambia maneno yoyote ya kukufurahisha au ku, ni kupetipeti eti kwa sababu wee ni mdogo wangu. Hapana, mi nitakupa true facts za maisha, na maisha hayako hivi mdogo wangu, sijui unanielewa vizuri. Maisha hayako hivi, na ukipata mtu wa karibu ambaye anaweza kukuambia ukweli, huyu ana mapenzi na wewe. Tusipokuambia mi na baba yako atakuambia nani, hm? Imefika wakati sasa, inabidi wewe uchague namna ya kuishi maisha yako. Lazima uchague namna ya kuishi maisha, but this my brother, huwezi kuwa na mwisho mzuri. Na usisahau kwa mama ndo, ameshakwenda hata ulie vipi awezi kurudi. Tuliobaki mimi na wewe mdogo wangu na baba yetu, anatupenda sana sana. Unataka nini? Upewe nini? Hmm? Jitafakari. Ila muda wa kusubiri. Asante my wife, niko sawa, naendelea nina taarifa kutoka kwa mzee Kiwelu. mm -hmm. ametualika dina usiku wa leo na anataka usiku wa leo tutangaze uchumba wa Jessica na Kojak, alafu tutakuwa peke yetu, tutakuwa na watu tofauti tofauti. nadhani kuna tatizo kidogo kuhusiana na hilo. Jessica mm -hmm. alitoka asubuhi amerudi akiwa stressed, analia, amejifungia ndani, hataki kutoka wala kufungua mlango. What? <coughs> Sweetheart, ni baba. Afungua mlango tuongee na mtu yoyote leo, Samani, ni acheni. Jessica sweetie, ni kuhusu wewe na Kojak. Sweetie, uko sawa? Uko sawa, Dad. Jessica, una tatizo gani? Ni okay. Niambieni, Kojo amefanyaje? Mzee Kiwelu ametualika hadi na nyumbani kwake na inabidi kutangaza uchumba wako wewe na Kojo.